Mwalimu kazi wanayofanya ni kuleta biashara. Mtoto akiamka asubuhi, anaenda kulishwa barafu mwalimu, kama mwalimu ule ile biashara kama hajamaliza, anamlazimisha mwanafunzi kopa hii bea zangu hapa, kesho utanimetea wewe, mzazi labda umeeda ume hela ya sabuni, mwanafunzi amekopa hiyo bidhaa huko shuleni. Mwingine mwanafunzi anakuja anachukua ile ile ya sabuni anaenda kufanyaje? Kulipa mwalimu. Asha Juma Abdalla ya amesema, walimu anafanya biashara shuleni, niombe hili kwa sababu walimu watumishi wangu, naenda kulifanyia kazi. Sawa, eh, naenda kulifanyia kazi. Naitwa Amina Maulidi Ramadhani na swali langu moja tu nataka kuuliza, je, mwanafunzi akiumia shuleni madaraka ya kumuuguza ni ya mzazi au ya walimu? Mtoto akiumia katika mazingira ya shule, huduma ya kwanza tunaanza sisi, hata kama amejiumiza yeye mwenyewe kwenye michezo yake yani, labda ya alikuwa amepanda auki, tunaanza sisi huduma ya kwanza, lakini baadaye tunampeleka kwa mzazi wake kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Ndio na maana na walimu tunasisitizwa sana, kwa sababu shuleni watoto tunawaleza Yaani watoto hawatakiwi kucheza michezo ya hatarishi kwa sababu wako kwenye mikono yetu. Lakini akiwa kwenye michezo binafsi ya kwake tutam- tutampokea kwa huduma ya kwanza, lakini tutawasiliana na mzazi wake. Mfano, tutamkimbiza hospitali na tuwasiliane na mzazi wake, amkuta hospitali tuendelee naye. Lakini halimashauri au shule itaendelea kuwa karibu na mzazi wakati anamuuguza mtoto wake. Lakini kuna scenario, kuna picha ya pili. Ni umitashumita. Ni umiseta ni michezo ya shule mwalimu, membeba mtoto mkatembea kwa mguu kawapeleka mwenyewe huko, kama anakwenda kucheza Bolisa na Iglesias. Itiso, akaumia huko, ni gharama ya shule maneno bahati mbaya nilio nayo, nimekuwa mwalimu sawa. Jamani, si nimeeleweka hapo? Ndio, japo japo michezo ni afya na kuumia ni bahati mbaya. Kwa hiyo si busara mzazi na wewe ukaiachia shule peke yake, yaani wote mashirikiana, lakini shule kumtupa mzazi ni kosa. Ni kosa ni ni kosa kubwa, kwa sababu mzazi yeye anajua mtoto wake yuko wapi. Yani, shuleni hajazuia michezo, kwa hiyo akiumia kwenye michezo ni mzazi na shule kushirikiana tukamtibu mtoto.